Leo nadhani matokeo ya leo ndio yanga kuyapata mechi ya leo ndio Yanga walioyapanga, tulikuwa tunayataka kwa sababu dozi kubwa tumeibakisha kwa ajili ya mai wetu. Haya mashindano tunajua mai wetu haizi akakimbia timu itakuwa iko mkoani na yeye atasafirisha timu kuileta mkoani, kwa hiyo hakuna option ya mai kukimbia kwenye FA. Nimekuwa nikipiga stori na mashabiki tofauti tofauti wa Yanga, nadhani hata ukiingia mtandaoni utaona tarehe ambayo bodi ya ligi itapanga kufidia mlitakiwa mcheze tarehe nane, peji ya Yanga mwingine, msimamo wa klabu ulishaikuwa kwenye peji ya Yanga, mchezo namba 184 hatu utambu. Sasa unapoanza kuniuliza kama bodi wakipanga atafanya nini, unataka niwe na ile taarifa kwa umma. Hiyo ndo only option ya Yanga kucheza na Simba ni kwenye FA kule kwenye ligi tumemalizana. Otherwise, kama utaunda timu yako ya mpira wa miguu utaiita Yanga b utapeleka uwanjani kacheze kwenye mchezo. Kwa mimi, kwa niliposimama naona bodi ya ligi kuwa kubwa kuliko klabu yoyote. Nadhani tamko la bodi ya ligi linapaswa au ni vizuri kuheshimika na vilabu. Hilo kwako unaliona bodi ya ligi, unaiona kama iko juu ya vilabu? Yaani ndio inasimamia uh, vilabu nini, kilabu gani na klabu gani ikutane lini na kucheza mechi. Bodi ya ligi ndo waliwaambia Simba wagomee mechi na, na ni haki yao kutamka yes. Je, watap... labda kama wataunda yanga yao nyingine ikashindane na Simba, lakini eh, bodi ya ligi wanaweza kuwa na mamlaka makubwa, lakini unatakiwa kufahamu Yanga ni kubwa kuliko bodi ya ligi. Turudi kwenye ligi, akwani turudi tumalizane kwanza hapo hapo kwenye b

E, Yanga wacheze na ukiona kama Yanga wabishi, wakati alama kumi na tano alafu uone kama mpira huu wa nchi hii mambo yanaweza kaenda bila Yanga Afrika. Tumeona tukio kama hili limetokea tena na alahali jana imetangazwa kwamba imetoa pointi za bure kwenda kwa mpinzani wake, na ndo duniani system ziko hivyo za mpira. Wal ala wameshikilia bomba mpaka dakika za mwisho, lakini mamlaka imesimama kuonyesha mpira uko wapi. Mamlaka imesimamia haki, timu imeenda, imeenda kiwanjani Zamalek marefari umewaona e, kiwanjani lakini, sasa kwa sababu hiyo hiyo ambayo naamini wewe ina mamlaka kuliko vilabu ya Tanzania, bodi ya ligi iliwastopisha, iliwastopisha Simba, ilimstopisha mpaka ragiji ambaye alisafiri kutoka Manyara kujada asiende uwanjani kuchezesha huo mchezo. Sasa unataka niwaongelee kwa uzuri upi? Yani kwa jambo lipi zuri la kukaiti kwenye mike na waongelea watu kwamba ni ina mamlaka makubwa? Mamlaka inaweza ikawa ni makubwa, lakini maamuzi akawa ni ya hovyo hiyo jua, kutofautisha mamlaka yanaweza ni makubwa, lakini maamuzi ni ya hovyo, na yalikuwa ni mamlaka yao makubwa, lakini maamuzi yao yalikuwa ni ya hovyo. Unadhani kitu gani cha msingi bodi ingepaswa kufanya kwa mechi ya tarehe nane? Unadhani kitu gani kingekuwa ni maamuzi sahihi? Maamuzi sahihi. Unajua, kama tunaopenda mpira wa nchi, busara ilipaswa kutumika siku ile kabla ya hizo kanuni. Kwa sababu ukisema hata hizo kanuni, Yanga wakiwa wa nyumbani ni KMC, kwa nini mechi ilikuwa kwa Mkapa? Hizo kanuni unazotaka wewe zitumike kabla ya busara? Hata wewe mwenyekiti wa bodi ya ligi unayezungumzia ni kubwa yuko kwa, yuko kwa, kwa, kwa msimamo upi kwa kanuni ipi? Kwa sababu kanuni inamtaka mwenyekiti wa klabu husika kwenye ligi kuu ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu yuko kwa kanuni ipi? Kwa sababu ni mwenyekiti mstaafu wa Coastal Union, busara zilipaswa kutumika. Taarifa ya umma ya Simba tokea imetoka saa nane kabla sijalala mpaka ile saa saba mchana siku ya dabi. Bodi ya ligi wanagairisha mechi. Kulikuwa kuna muda hapa kuwapigia Simba, Simba simu kuwaomba kutumia busara wa, wapeleke timu kiwanjani wangekwama pia kwenye hiyo busara. Kanuni ilikuwa inaruhusu mechi kuchezeka, hata kama Simba angegoma kutumia hiyo busara. Sasa unataka Yanga watumie busara baada ya kugairisha mchezo che, watu wamepata hasara pale, watu tumeondoka pale saa moja, watu wamemwaga iftari, tumeondoka pale, watu wametoka mkoani wanalaani, tumeondoka pale. Azam TV na yeye amesikitishwa, amefanya setup za matangazo ya ligi ya hii, huo mchezo tokea siku tatu kabla. NBC mzamini wa ligi ameweka mabango pale siku tatu kabla Huyu mtu umemfikiria vipi? Unatoa taarifa kwamba umegairisha mchezo, hata mashabiki hutuombi razi, ambao tumeingia uwanjani. Unaona kwamba weye ndo unapawa, unatuma polisi waje wafukuze mashabiki uwanjani. Na lazima tuwe wawazi, bodi ya ligi na TFF wamepunguza idadi ya kura za mama Samia. Mtanzania aliotoka huko Ugweno, sijui Upareni wapi, Kigoma, anakuja uwanjani anakaa, anafukuzwa na polisi. Aezi akafikiria bodi ya ligi ndo imefanya makosa, aezi akafikiria TFF imefanya makosa. TFF amefanya, mwisho wa siku ni kupunguza idadi ya kura za mama Samia. Kila siku tunaona mama mpirani, anaeka goli la mama, viwanja vinatengenezwa, AFCON imekuja mama, anapambana kuweka mpira wetu sehemu fulani, lakini mamlaka inamwangusha. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF. Wamepunguza pia idadi ya kura za Mama Samia mgeingiza timu hilo ni, yani hey, hey, hey. ni, ah, sheria ni msumeno, biashara ishapokunywa alama 15. Jacket Queens walichelewa sio hata eh, kwamba, kwamba waligomea walichelewa, Stand United, walichelewa lakini tukaona wamepunguzwa alama kumi na tano na wame, mpinzani amepewa goli tatu na ushindi. Lakini kwa nini? Kwa sababu ni Simba ndio inaonekana, ee, kwamba wao ni wakubwa kuliko mamlaka. Na lazima tukiri kwa kitendo cha bodi ya ligi kuleta taarifa yao kwa umma ili prove kwamba wao ni wadogo kuliko Simba.